Katika uongozi wangu sikuwahi kuvaa suti kwa sababu mi, yeah. ni Devillage, wananinyanyua Devillage, hauwezi ukatembea kwa mguu <laughs> yeah. Waliotangulia na walaumu sana kwa sababu nini? Ndo maana na walaumu ni watu ambao wameshindwa kuwaambia ndugu zetu waliobaki Afrika ukweli ya yeah. Yeah, wali gani ndugu mtazamaji wa Yanshu TV. Nite Yanshu King, leo tupo Springfield, Massachusetts. Kuna mtu maarufu ambaye tupo naye hapa, nafikiri atajitambulisha na mtamjua, na kuna wale ambao wanamjua wazidi kufuatilia tu. Hii ni Yanshu TV, zidi kusubscribe, kulike na comment chaneli yetu. Atajitambulisha mwenyewe kwa majina anavyoitwa, kwa wale ambao ndo mara eno wa kwanza kumwona mtamjua, na ni mtu maarufu sana, na kuna vitu vingi ambavyo anavifanya sisi kule tulipotoka Afrika hata pia hapa Marekani kuna matukio baadhi ambayo ashayafanya na leo tumekuja kuwaletea stori hii ili mpate kusikiliza na mpate kuelewa zaidi. poa sana. Mambo yanakuwa. Anashukuru Mungu niko salama kabisa. Ya, labda kwa wale ambao ndo mara yao ya kwanza kukuona wangependa labda ujitambulisha kwa majina na majina yako maarufu zai. Ya, kwa majina yangu mimi naitwa Pesa Oscar. Ya, ndo jina langu maarufu kabisa lakini jina langu la kizalikiwa naitwa Joshua Yala, yeah, kwa majina mengine maarufu naitwa Mangosh ya Mangosh party yeah, ndo wananiita Mangosh party yes. Au tunaweza tukaweka hata na ile ya Devillage inaweza ikapendeza. Yes, eh, pia jina la Devillage limetumika sana kwa sababu kuna wengine hawakuweza kutambua jina langu, walitumia kuniita tu Devillage yeah. So tuanzie hapo kwanza kwa Devillage wao. Nafikiri ni ngumu sana vijana vijana kama sisi na kijana kama wewe hivyo, kwa Devillage, so uliwezaje kumanage hiyo sehemu na yuka, uka, ukamudu wale watu wako wa kijiji? Nafikiri ulikuwa Devillage wa um eh? Uliwezaje kumudu wana kijiji wako na wakawa na kuelewa? Na ni ngumu sana vijana kusikilizwa, na ni ngumu pia vijana kuweza kutekeleza masuala kama ya cha kwanza, mimi naweza nikasema kwamba kuhusiana na masuala ya kuweza kuongoza kijiji kile, ni vitu tu vya kujipanga, sio vitu vikubwa sana, kwa sababu mimi ni mmoja wapo wa mtu ambaye huaga napenda sana mambo ya kujitolea. Basi katika kijiji nilikuwa nikijitolea kwenye mambo mbalimbali. Baada hapo wanajamii waliweza kupendekeza pamoja na wazee wa kijiji na kuweza kusema kwamba huyu hapa anastahili kuwa kiongozi kwa kwa kuwa anafanya vitu eh, kwa vitendo. Basi kafikia kipindi cha uchaguzi, vijana pia ndo walikuwa wa kwanza kunisapoti na kusema eti kwamba ni gombee, ni kwamba gombee, ni gombee, ni gombee. Niamua kweli eh, kukaa kivikao na wazee pamoja na familia. Wazee pia na wenyewe wakachukua kalamu, wakasaini nastahili kuwa kiongozi, na ndo palipoanza mimi nafasi ya kuweza kugombea na nikagombea nikawa kiongozi y yeah. Yeah, nafikiri kwenye uongozi na kuongoza kundi la watu kuna changamoto nyingi sana ambazo zinapitaga. So, uliwezaje kuzimanage hizo changamoto na na ni changamoto zipi ambazo uliweza kukutana nazo katika uongozi wako, ukaona da hii ilikuwa balaa sana hii, labda wasikilizaji wetu ambao wanaweza wakaisikia hii. Ya cha kwanza mimi kuhusu kuongoza, cha kwanza mimi uongozi wangu nimejifunza kupitia makundi mbalimbali, kwa sababu katika watu ambao walianzisha makundi pale e, Nyarugusu, makundi haya ya mawasapu ma, ya, ya nini, sisi ni mojawapo ambao tuliweza kuanzisha hayo makundi pia tukatoka kwenye makundi nikaingia mpaka kuwa kiongozi wa kuongoza kijiji. Kwa hivyo kupitia yale makundi nilikuwa najifunza na, na nilivyokuwa najifunza kuishi na watu ndo niliweza kuweza kumiliki eh, kuongoza watu wazima, kuongoza mpaka vijana, kuongoza mpaka watoto. Niseme tu cha kwanza ni kipaji kuongoza, yani kipaji, pamoja ni baraka, ni nguvu mtu anazopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo niliweza kuweza kuwamiliki kwa tu wanajamii kwa kuwapatia kwa misimamo na taratibu zangu za uongozi, yana waliweza kufurahi zaidi sana katika uongozi wangu. Nafikiri katika kuongoza, labda unaweza ukawa ulikutana na watu ambao wapo karia yako ya wapo kwenye yani kimo miaka, mpo sawasawa nao, wengine unawazidi wengine wanakuzidi. Nafikiri ili upate kuongoza vijana wako, na changamoto nyingi sana ukute kuna vijana ambao wanasemaga yule pesa hamna, yule mtu fulani hawezi akaniongoza mimi, yule kijana kama mimi hamna, siwezi nikaongozwa na mtu kama yule. So kwa kijiji chako cha uwe hiyo ili kuweji kwa upande wako, ya cha kwanza niseme kwamba kuhusiana na masuala ya kuongoza kama gesi, nilivyotangulia kuambia mimi nilikuwa nikiongoza kwa vitendo, na wala mimi sikuwa yule kiongozi wa kukaa tunaongea tu maneno alafu Anga vitu visionekane au nisifanye kwa vitendo. Mimi nilikuwa naongoza kwa vitendo na ndo maana katika uongozi wote wa viongozi wote waliopita wa mu yetu sisi mpaka sasa hivi viongozi wanazidi kunisifia kwa yale niliyoachaga, nayafanya sababu, nimeweza kuwafanyia wanajamii wangu kuwatengenezea barabara, nini, kukata sehemu za mitaro, maji kupita. Si unajua kijiji nilichokuwa na kiongoza kipo hatarini yeah? ni kijiji ambacho kinazungukwa na maji kona zote. Kwa hivyo kuhusu upande wa kuongoza watu wazima wao walikuwa wananitekeleza na kunisikiliza kwa sababu ni watu ambao mojawapo walinipatia nini big up kwenye kazi yangu. Ila changamoto kubwa ambazo tu nilikuwa nikizipata pakiwa labda kuna utata wa vijana wao kwa wao, labda mimi kati yao nafasi nilikuwepo, lakini sijakaa kipindi, palipotokea vurugu, changamoto hiyo inahamia kwangu. Ah, aliyekuwepo hapa alikuwa ni kiongozi, alikuwepo hapa kwamba, au yamefanyika lakini kiongozi pia alikuwepo. Hizo ndio changamoto kubwa, lakini nilichokuwa nakipenda kijiji changu mimi nilikuwa nikiamirisha kitu kwamba leo tunafanya kitu fulani, walikuwa wakinisikiliza na kuniunga mkono. Hicho ni mmoja wapo, na nilikuwa na mfumo wangu ambao nilikuwa naona madaraka tunayoyamiliki pale kambini, au uongozi tunaokuwa nao pale kambini sio uongozi wa kusemeti kwamba mimi leo nipo kiongozi, mimi ndo mimi. Sikuwa hivyo, kwa sababu mimi nilikuwa naishi staili kawahida na watu wengine katika uongozi wangu sikuwahi kuvaa suti kwa sababu mi ni devillage. yeah. aikuwepo ya yeah. Kwenye uongozi wangu sikuwahi kuvaa nguo kwa sababu ya udevillage. yeah. Au kwa sababu cheo fulani mi sikuwepo hapo. Kama ni pensi yeah, nikuwa navaa pensi kama ni, lakini ukifika nafasi ya kesi mimi niweze kukutatulia kesi, naichukulia kisheria. Ikiwa ni kesi naichukulia kisheria, hamna cha undugu wala nini na nakumbuka hata wanajamii wangu walinipongeza sana, ndo maana hata nilivyotokaga Afrika kuja huko Marekani, mimi nimebebwa na wanajamii kutoka nyumbani yeah, mpaka kufika kwenye dipacha pale, wanajamii wananibeba juu kwa juu, wananinyanyua devillage, uweze ukatembea kwa mguu <laughs> yeah, ni kitu cha story tu kama ya yeah. Asante yeah. Yeah, sana ndugu mtazamaji wa Yanshu TV unaofuatilia hapa. Ni Yanshu TV, tupo na pesa mtu <laughs> maarufu sana kambini na hiyo ni story fupi ambayo tumeipata tu kutoka kambini kwa sasa. Tupo hapa USA, Springfield, Massachusetts, ndo tupo hapa Marekani. So toka utoke Afrika na no ulivyofika hapa Marekani, ni changamoto zipi ambazo ulipitia labda kwa, kwa ili ufanikishe kufika hadi hapa Marekani? Ya kwanza mimi kufika hapa nasema kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi ni wale watu ambao tumefika huko kwa kupitia tundu la shindano. Yaani, yeah. Ndio kipindi ambacho Trump anafikiria masuala ya kufunga kupokea wakimbizi. Na pia mimi nashukuru Mungu tu kwa makubwa aliyonitendea kwa sababu mimi ni mtu ambaye singeweza kufika hapa. Yeah. Najua hii ndio safari yangu ya kwanza kuongea kwenye media. Sababu kufika pale Kasulu mimi niliugua ugonjwa wa ghafla yeah. Ambao kujulikana umekuja kivipi? Naenda kwa madaktari wananipima wananiambia niko sawa. Lakini nikiingia ndani mle mnapolala, yani najisikia kama kizunguzungu, wakati mwingine kama nataka kuanguka, yani kama mtu ambaye anataka apata ugonjwa wa mafafa. Yeah. Yeah, kwa asili yetu sisi kwa kilugha chetu Kimondo wanaita ifu ile. Mm. Yeah, hiyo hali ilinisumbua, ilinisumbua sana pale Kasulu. Lakini nishukuru, watu waliokuwepo pale walinisaidia wali kwa maombi, nikawa nafanyiwa maombi pale pale watu wakawa nalia kwa sababu yangu, yeah, watu wamelia sana pale Kasulu, yeah, kusikia mimi nataka kubaki. Waliokuja tarehe kumi na moja wanaweza kasimulia nini na kuambi. Devillage, Devillage nini? Simu zilipigwa kila kona ili mradi mimi niweze kupata usalama. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni changamoto ambayo wa mojawapo kubwa sana ilionifikia mimi nikiwa Afrika. Yeah. Lakini pia nilipofika hapa kilicho kuwa kidogo kigumu ni mazingira ya hali ya hewa tu. Mazingira. Yeah, ku yali mazingira. Ya, kibaridi. Ya, kwa sababu sisi tumefika kile kipindi kabisa Ka baridi, snow. Inaanguka. Inaanguka ile baridi kubwa sana lakini Eh, imagine mimi ni mtu ambaye kidogo niliweza hata nilivyokuwa Afrika niliweza kutembea kwenye mikoa mbalimbali hususa mkoa. Yeah. Uh, hasa ni mkoa wa Arusha ni mkoa ambao ulikuwa baridi sana, na pale niliweza kufanya kazi, sasa hata hali ya huko haikunishinda sana kivile. Yeah. Yeah, haikunishinda sana kivile. Tulimshukuru Mungu tu kwa kwa, ndo hivyo. Yeah, tupo. Yeah. Yeah, pole sana kwa lilokukuta, najua safari zetu hizi za kutoka Afrika kuja huku zina <laughs> changamoto nyingi sana. Yes. Yeah. Na vipi unaonaje maisha, maisha, maisha, maisha ya Marekani maisha ya Marekani? Bana, maisha ya Marekani ni maisha ya kawaida sana, lakini ni magumu kwa, wangu, mimi naweza nikasema, ni magumu kwa yule mtu aliyeishi kwa asilimia tisini pale kambini, akitegemea tu kupokea, akitegemea tu kupewa chakula cha nisiara, lakini kwa yule mtu ambaye aliishi pale kambini akawa anatoka kidogo nje ya kambi kwenye mikoa kwenda kujitafutia Najua aliweza kupambana na jinsi ya kulipa kodi yeah. kulipia bili za maji, kulipia usafiri kwenda kazini, kila kitu, kitu na ndo kama hapa yani, hapa nilipokuja kugundua kitu kimoja, maisha hapa ni kawaida yeah. Cha kwanza ni maisha ambayo anafundisha kila mtu afanye kazi, usipofanya kazi, asiyefanya kazi na asile, na asile yeah. Ndo point ndo namba moja, kwa sababu hapo usipofanya kazi hauna hela, hauna hela na hela kila kitu hapo ya na, na tushukuru kidogo, kule Afrika mtu alikuwa akipigwa na njaa anaenda chemba kwa ndugu anakula, lakini hapa haiwezekani. Ndugu yako ndugu yako mfano yupo mmoja, yupo da, mwingine yupo Kigoma, mm. mwingine yupo sijui matabora ma, ma, utatokaje hiyo siku kwenda kula, ni shida. Yani hapa kazi, hapa yani maisha hapa ni kujifunza kazi ya ndio, yani kitu cha kwanza yeah. Yeah, anaona neno gani kwa watu ambao labda ambao tumewacha Afrika wala ambao nasemaga mtu tu akifika Marekani tayari pesa ashakuwa nazo, una jambo gani ambalo unaweza ukawashauria na kuwaambia labda pengine wasichokijua wapate kukijua kupitia? Ya cha kwanza ambacho napenda kusema, niseme kwamba waliotangulia huku Marekani na walaumu sana sana sana, sana. Yeah. Ya, waliotangulia na walaumu sana kwa sababu nini? Ndio maana nawalaumu ni watu ambao wameshindwa kuwaambia ndugu zetu waliobaki Afrika ukweli yeah ukweli wa kimaisha walishindwa kuwaambia, na maana ndio maana sometimes utakuta mtu aliyepo Afrika na laumu mtu aliyepo wapi? Marekani. Wanashindwa kuwaambia ukweli. Mfano, tunakuja kuona hapa kuonap e, mtu anafanya kazi kwa lisali moja anapata dala ishirini dala yeah. Ishirini. Unakuta huyo mtu labda anafanya masaa ya matano masaa matano, ni sasa anafanyia dala mia, akifanya siku siku tano yupo kazini anapata dala mia hii mia tano mia, dala mia tano masaa matano masaa hamsini masaa hamsini anapata, masaa, hey, masaa hamsini. Masaa hamsini, anapata dala ngapi? Dala mia tano Sasa hiyo dala mia tano kwa mwezi anapata dala elfu hizi elfu mbili anapanga nyumba huyo mtu ambaye analipia kwa mwezi dala tuseme elfu moja na mia yeah, chini kumebaki mia tisa Kwenye hiyo dala mia tisa kuna hela pia ya kulipia yeah, simu yeah unasikia humo humo kuna hela ya kulipia umeme, humo humo kuna hela ya kulipia yani maemezi, humo humo una, yani unakuta mtu katika hela ambazo alizozifanyia kazi dala elfu mbili anabaki na dala miambili ambili, au, dala mia, mkononi. Sasa, iweje usimwambie ndugu yako unayoyapitia kule Afrika? Lakini wewe unamwaminisha tu usubiria nda kutumia wiki ijayo wiki ijayo hela, lakini kumbe huko unapitia mambo magumu. Lakini at least tungekuwa tunawambia watu At least maisha tunayopitia huku yeah, Marekani wangekuwa sana uh, ni, ni, ni wa, ni waelewa katika swala la kuomba hela huku Marekani. Na ndo maana mimi hata nilivyokuwa Afrika hakuna mtu yoyote aliyopo huku Marekani ambaye anaweza akaniambia tu kwamba pesa, umekuja kujionea. Yeah. Umekuja kujionea, umekuja kujionea, kujionea, si ulikuwa natuomba hela? Mimi sikuwahi kumwomba mtu hela ambaye aliyopo Marekani kwa kufosi nilikuwa nampa shida zangu hata ndani ya mwezi natangulia nampa shida ili ajipange. Sikuwahi kupigia mtu wa Marekani simu ghafla, e bana, naomba ni sapoti nikunwe pombe, nipo sehemu ya pombe, ninunulie pombe. Sikuwahi kupiga kwa so, sababu mimi nimeishi mjini kidogo, nimeishi Dar es Salaam, nimeishi nimeishi Mtwara huko, nimeishi nimeishi Arusha, nimeishi Nachingwea, kwamba mi nilijua maisha ya kutafuta ni hapi kwa hilo hilo tu ndugu zangu waliotangulia huko Marekani walishindwa ya kutuweka wazi watu tuliokuwa tuko Afrika, ndio changamoto kubwa na mpaka sasa ndio inayosumbua. Ya, ndio inayosumbua zaidi sana. Ya, nafikiri umesema labda, nafikiri kuna ambao walikuwa naweka wazi kuhusu maisha hapa Marekani ila zaidi sana kwa sisi ambao tulikuwepo Afrika na ambao bado hapo Afrika hata kwa sasa. Sasa ukiwaambia huku hela mna, atakwambia unadanganya, pesa unazo ila unakata kutu, kutugea tu hela. Ukiangalia na maisha ya kule na ya huku, ni maisha ambayo hapo tofauti sana. Watu wa Afrika wanafikiria mtu akija huku Marekani, nafikiri wao hujawa na kazi, sijawa na kazi. Ya. Ya, ila kwa sasa kuna watu ambao wanakuwekea majatumi ya la na, naweza nikasema mimi kwa upande wangu wapo lakini hawapo kivile kwa sababu so, mimi naelewesha mtu. Yeah. Naelewesha mtu kwa kila kitu, namuelewesha na ananielewa kweli kweli. Mimi sio eti kwamba naficha maisha. Au eti kwamba sijui nimwambie mtu ah, mwanangu naenda sema ukakope nitakulipia baada wiki mbili. No, na hata nitakavyotoka hapa Marekani kwenda mbinguni kwa Mungu, kama watu wanaendaga mtu akifa. Sitapigiaga mtu simu akope hela, yeah. Afrika. Haitatokeagay yeah. Yeah, unajua <coughs> ndugu zetu alio Afrika, kuna baadhi ya watu ni waelewa na wengine sio waelewa. Kwa maana kuna mtu unaweza ukamwambia, bana, mimi hela sina, kwa hiyo nategemea labda nikipata nitakutikisa, au nikiwa tayari labda nitakwambia, nakwambia basi, ni ahidi ofanya hivi na hivi. Kuna ule mtu ambaye unaweza ukampa uhalisia wa maisha ya hapa kuelewa, na kuna yule ambaye unaweza ukampa uhalisia wa maisha ya hapa akashindwa kukuelewa, na kuna watu ambao wanafosi ahadi, na ndo labda hao ambao wamesababisha watu wanashindwa kuongea ukweli, basi wanaingia humo humo kwenye mambo ambao wanayataka hivi so, tuachane na hiyo nafikiri kuna video fulani hivi ambazo zimetrend sana Instagram na TikTok, hasa kuna video moja hivi tuliona yani, upo, o upo maeneo ya choni choni hivi na ma, na ma toilet paper hivi sijui, ile video na ile idea ili upate kufanya ile video ilitokana na nini? Yeah, ile idea ni niseme kwamba sio idea, sio kwamba ni idea ambayo labda imetoka tu ghafla, ni vitu ambavyo tu kichwani mwangu vilikuwa yeah, vipo kuonyesha watu mazingira, kwa sababu mimi nilivyoanza kupanda ndege kutoka kambini yeah, nilikuwa na, ma, na, niku, nilikuwa na simu ambayo bado inaenda na nirikodi yeah, kila yeah, kitu mm hapa nimefika Kasulu, napiga picha, nimefika nimefika Kasulu kupanda ndege kwenda Dar es Salaam, pia nimepiga picha, nimefika Dar es Salaam na nilikuwa naenda najulisha watu kila safari, maana mi nimekuja na simu yeah, ya Afrika, nilifika mpaka hapa, inatumika mpaka leo mm. inawasiliana kwenye WhatsApp labda kwenye namba kawaida, kufika Dubai hivyo hivyo, kufika kufika hapa Marekani, tumefika nani New York yeah. hivyo hivyo pia nime, nimeweza kuchukua tukio nimetoka hapo nimefika kwenye uwanja wa ndege. Sijui kama ndo uwanja wa ndege upi huo ambao upo sijui sijui. Yeah, yeah, nimefika pale na penyewe pia nimejulisha watu jamani, video hii hapa. Nashukuru Mungu nimefika nimefika salama, na mazingira ndo haya, jua la saa saba naliona kama lipo saa tatu, hizo zipo mm. Baada hapo nikatoka nikafikia mpaka kwenye masuala ya choo yeah. Na pia nikapenda niwaonyeshe unasikia nikapenda nionyeshe pia ali harisi nini kama akufurahisha, lakini idea ile haikuwa eti kwamba mimi nisambaze kwa watu no, bali idea ile ilitokana, nilikuwa nawasiliana na na, na ndugu zangu wa kijiji, sasa hususani rafiki yangu mmoja anaitwa Teo pamoja na Iselo ya sio yule mdogo wangu ni ya. ya yule mtu mfupi yupo, yule ya. yupo huko Marekani sasa kale kadogo kachukua ka ile video kakaweka status yeah. teona yeye akachukua ile video akasambaza okay. kwenye magu makundi sasa watu huko wa walivyo inasa papo wakaiweka okay. kwenye kwenye wali. makundi yao nini ndio ilivyokuja hiyo idea tu ya yeah. ya yeah, mimi nikafikiri labda sinajua <laughs> watu wengi wanatafuta contenti watu wengi wanatafuta kontenti, labda unajua mambo ya mtandao mtandao nini, kitu ambacho kitaenda viral watazamaji wawe wengi, labda nikafikiri labda ulifanya ile labda iwe kontenti, kumbe ni watu ambao wamesambaza tu. Je, na kuhusiana na ile video, ukisikia watu labda wanaongelea wanakuongelea vibaya kuhusiana na ile video unajisikia? Yeah, cha kwanza mimi siogopi mtu kuniongelea vibaya, kwa sababu mtu anaponiongelea mabaya mimi ndo mimi kujifunza. Yeah, kwamba hivyo siogopi na wala maisha yangu, mimi hata familia yangu inajua sipo hapa kwamba nakuja kudumu kwenye yani, ulimwengu mipitaji. Mimi ni mpitaji mm -hmm. Lakini kuna watu wanafikiria hapa duniani wanakuja kuishi milele yeah. No, hapa tuishi kwa milele, hapa sisi wote ni wapitaji. Fanya nini, fanya nini, udongo utakugandamia Alafu hapa nasikia mtu akizikwa tena anaenda kushindilia na trekta. <laughs> <laughs> <laughs> Na hayo yote ni vitu ambavyo pia nilikuwa nimeandaa, nikifika msibani nionyeshe hali halisi watu waliopo Afrika. Hayo yote ni maidea tu ambayo nilikuwepo kwamba si, sina wasiwasi mtu kuniongelea vibaya, kwa sababu anilishi, ila anayeniongelea vibaya yupo nafasi ya kuweza kunisaidia katika maisha. Ndio vitu kama hivyo. Na ana nafasi pia ya kunisaidia katika maisha ndo kitu ambacho anachotegemea kwa kila binadamu, vitu kama hivyo ya. Na hizo idia zako unazo, unazopiga unazo gezo za kuwaonyesha video watu walio Afrika, labda unategemea labda wanaweza kajifunza wanaweza ka nini kupitia hizo idia zako? Idia yeah, zangu kwanza zimewafundisha watu wengi a yeah, idia zangu kwa sababu niliweza nilivyokuwa Kasulu nikawaambia watu bwana hapa Afrika, hapo kambini, sisi mbona tunapewa alu yeah. Tukiambiwa mtu asikunwe mseto alu, mm. bila kama au aumu, mbona hapa tumefika Kasulu tunatumia alu bila kuumwa. mm. Unasikia yeah. mmoja wapo kule alijifunza, unaelewa eh. mm. E, pia tumekuja, nikawaambia kuna sehemu tunaambiwa kwamba tunatembea masaa yeah. kwa mguu eh bwana, hiyo sio kweli.

Ya, kama kawaida, ndugu mtazamaji wa Yanshu TV, ya, hii ni Yanshu TV, tunazidi kukupa update nyingi, na leo tupo na pesa hapa Springfield Massachusetts. Ya, unaweza ukawaambia neno neno gani ambao labda wanatufuatilia kwa muda huu? Ya, ambao wanaotufuatilia kwa muda huu, kuna kingine zaidi sana ambacho tunaweza kuwaambia, na tumeshawaambia vingi. Ya, tu unaweza ukaendelea tu kutufuatilia kwenye channel, unajua unapoendelea kuwa unatizama TV ndo unapojua ah, kumbe huyu mambo iko hivi au story huyu mtu iko hivi yeah. Ni, ni wachache zaidi sana yeah. Yeah. Yeah, waendelee tu kuisapoti kusubscribe nini vitu kama hivyo. Tuna tuna kama saa kuangalia movie ambazo hazina hata mafunzo kwetu lakini kupitia TV mtu anajifunza, na najua sasa hivi watu wengi wanapitia kutambua hali za watu kupitia matv. Mfano, unaweza ukakuta mi naumwa, ukaja kwangu ukanichukua kipindi nini. Kuna dada yetu huyu ambaye amefariki, amba Tanzania hawa yeah, kupitia TV ndio zilimsaidia sana. Eh, zilisambaza, zilisambaza mbari, sana habari yake udada na umwa nini nini, watu wakawa wanachangia mpaka akapelekwa nje bahati mbaya, Mwenyezi Mungu hajapenda yeah. Kwamba uendelee tu kusapoti TV zetu ambazo zinazochukua vipindi mbalimbali ya Yanshu TV kwa hapa unaweza ukasapoti, usisahau kusubscribe <laughs> Nini? Yeah. Yeah, kama ah, neno moja labda kwa watu ambao ni mafansi wako, watu ambao wanakufuatiliaga sana na wanapendaga sana mambo yako ya yeah. Mafansi wangu ambao naweza nikawaambia wakati tayari tu kusubiria vitu vyangu, kwa sababu pia pale pale Afrika nimeweza kuandaa sherehe ya Wiz Gang party, sherehe ya Wiz Gang party, sherehe ya ya yule mwamba ambaye alikuwa yuko jela ea, yeah, nikama kusurprise kumfanyia sherehe na hivyo kuna sherehe ambayo namwandalia ya Wiz Gang party ya yeah, yeah, kama kawaida wenzetu, wachecheni, watu ambao mpo kempu, nafikiri mapesa ashasema hapa kuna Wiz Genge Pari. Wiz Genge Pari imeandaliwa ni kama, ni kama surprise kwa ndugu yetu Wiz Genge ambaye alipiga miezi kama yote yupo jela na kwa sasa ametoka, kwa hiyo ameona amfanyie surprise ya kitu kama hicho. So ambao anaweza akawa hapo tayari kujumuika kwenye hiyo sherehe wanaweza wakajumuika tu, wanakaribishwa Yes, wanakaribishwa wanakaribishwa, ila tu kuna ile support ya kuweza kuchangia kadi ile, kwa sababu kukamilisha maandalizi. Kadi zinapatikana kwa elfu kumi elfu kumi na Yeah. Ya tano elfu ishirini support yenu inahitajika kwa Wizgange pale na kadi zipo, labda kadi, nafikiri una mwongozo wa kadi zinapatikana sehemu gani, na wanaweza wanaweza kwenda sehemu gani na sehemu gani ili kupata hizo kadi za yeah, kadi pale, kadi zinapatikana kwa Mr. Teo Lukamba, ni mtu maarufu sana pale kambini yeah. Muyote akiulizia pale anaweza kampata. Kuna kadi zinapatikana kwa Mr. Sozi, yeah. Kadi zinapatikana kwa Asheri, kuna madada zangu kuna warembo wangu watatu hivi. Vivian anazo kadi, kuna Margarita anazo kadi, yaani jina lake lingine ni Rahabu, yeah. na pia nina Miro. Najua watu wengi wanamjua Sister Miro, mm, pale kambini Nyarugusu. Pia na yeye anasambaza kadi. Ya pia pamoja na kundi nzima la Wiz Gang inasambaza kadi, kundi lake la Wizi Gang. Yes, wanasambaza kadi hizo, yeah. Yes, waone watu kama hao. Ukishindwa kuona watu kama hao auwezi ukahudhuria pari ya Wizi Gang pari, na ukishindwa kuwaona hayo majina ambayo ametaja hapo, kinate kina Sista Mira, unaweza ukenda hata kwenye after all brand, utazipata kadi za Wizi Gang pari. Tujumuike pamoja, sapoti yenu ndo kila kitu tu, tunasapotiana kwa mambo, najua bila sapoti kitu akiendi ko, tuwe tunasapotiana. Na hii ni Yanshu tv, zidi kufuatilia. Ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuiangalia, naenda uka subscribe ku like na comment. Ila Instagram tunapatikana kwa Yanshu tv, hata TikTok pia ni Yanshu TV. Ka pamoja nasi ili zidi kupata update nyingi zaidi. Asante sana, nyuma ya kamera ni Konky Master. Konky Master. Bye bye <laughs>